Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, na kubwa zaidi ni kile ambacho kimetokea Oktoba 29 ambapo Tanzania ilikuwa ikifanya uchaguzi mkuu ambapo madiwani wa bunge, lakini pia rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania alikuwa akipigiwa kura ambapo E Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia chama cha Mapinduzi aliibuka mshindi kwa asilimia tisini na saba katika uchaguzi mkuu mwaka huu, jambo ambalo halijawahi kutokea Tanzania, rais kuibuka kwa ushindi wa kishindo kwa asilimia tisini na saba. Lakini pia tunashuhudia maandamano makubwa, ambapo Gen Z wa Tanzania waliandamana kupinga mchakato mzima wa uchaguzi lakini pia madai ya katiba mpya, na kilichokuja kutokea baada ya hapo ni maelfu ya vijana wa kitanzania wakipoteza maisha. Lakini pia tangu mtandao intaneti ilipozimwa, matukio mengi yalitokea, ambapo maelfu ya watu walipoteza maisha. Lakini pia kupitia video ambazo zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya intaneti kurejea tunashuhudia matukio, miili ya watu kimatapakaa mitaani, ikiwa ni majonzi kwa Watanzania wengi ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki. Lakini pia sio tu Watanzania hao kupoteza ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia imekuwa ni pigo kubwa kwa Tanzania kwa ujumla. Jambo kama hili halijawahi kutokea Tanzania. Idadi kubwa ya vijana wamepoteza maisha. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilipinga matokeo ya urais, lakini pia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikatangaza bendera ya chama cha Chadema kushushwa nusu mringoti kwa siku kadhaa kuomboleza Watanzania ambao wamepoteza maisha e, katika kipindi hiki cha wiki moja ya uchaguzi mkuu ambapo vijana wengi, lakini pia wakiwemo makada wa chama cha Chadema ambao wamepoteza maisha. Kuna taarifa nyingine zaidi. Kumbuka, kuna baadhi ya watu huko mitandaoni bado wakizidi kuwatafuta ndugu zao ambao hawajaonekana tangu Oktoba 29. Ukipita kwenye baadhi ya peji kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, utakutana na picha watu wakichapisha ndugu zao wakiwa wanatafutwa. Lakini pia kulikuwa kuna taarifa ambazo zilisambaa sana ya kwamba kuna wanajeshi kutoka Uganda ambao wameingia Tanzania na wao wamehusika katika kutekeleza mauaji ya vijana wa Kitanzania, lakini tukamshuhudia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akizungumza Albert Chalamila ya kwamba hakuna mwanajeshi au mtu yeyote ambaye ametolewa kutoka nje ya Tanzania kuja kudhibiti maandamano yaliyotokea katika baadhi ya majiji hapa Tanzania likiwemo jiji la Dar es Salaam. Hii ni taarifa kubwa ambayo CNN wameweza kuiposti pia wakifanya mahojiano na Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha Chadema ambapo taarifa hii ina kichwa ambacho kinasomeka, polisi wa Tanzania walitupa miili baada ya ghasia za uchaguzi, upinzani unadai. Yaani polisi wa Tanzania, kuna baadhi ya miili ambayo waliitupa ama kuifukia mahali pasipojulikana, ambapo chama cha Chadema kimedai tuhuma hizo. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania siku ya Jumatano kilishutumu polisi kwa kutupa miili ya mamia ya waandamanaji waliouawa katika msako mkali kufuatia uchaguzi wenye utata ambao rais wa sasa Samia Suluhu Hassan alishinda kwa kishindo. Maandamano yalizuka katika taifa hilo la Afrika Mashariki wakati na baada ya upigaji kura siku ya Jumatano iliyopita, huku waandamanaji wakitoa maoni yao kuhusu kutengwa kwa wapinzani wakuu wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, akiwemo mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye anazuiliwa yuko gerezani, lakini pia akikumbwa na kesi kubwa mno ya uhaini ambayo adhabu yake ni kifo. Mamlaka ziliweka amri ya kutokutoka nje na kuzimwa kwa mtandao huku vikosi vya usalama vikikabiliana na waandamanaji. Chama cha upinzani cha Chadema kilizuiwa kushiriki katika uchaguzi wa wabunge na urais uliofanyika wiki iliyopita. Kiongozi wake Tundu Lissu amezuiliwa kwa tuhuma za uhaini baada ya serikali ya Samia Sulu Hasan kumtuhumu kupanga kuvuruga uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Tike Jumatano, chama cha Chadema kiliambia CNN kuwa imeandika vifo vya watu elfu mbili na kuwashutumu polisi kwa kutupa mamia ya miili isiyojulikana katika eneo lisilojulikana. kadiri siku zinavyosonga tunabaini na kugundua kuwa watu zaidi wamekufa katika mikoa tofauti. Mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia aliambia CNN. Hadi sasa tuna watu elfu mbili waliofariki, wakiwemo zaidi ya watu mia moja kutoka chama cha Chadema, alisema Brenda Rupia. CNN haikiweza kuthibitisha idadi ya vifo na msemaji wa serikali hakujibu alipoulizwa kuhusu wajibu kuhusu majibu ya maandamano hayo. Hapo awali serikali ilipuuza idadi ya upinzani kama iliyotiwa ilivyo ili chumvi sana, lakini umoja wa Afrika na wizara ya mambo ya nje ya Canada, Norway na Uingereza zimeelezea wasiwasi wao kuhusu ripoti za idadi kubwa ya vipo. Rais Samia Suluhu Hassan ni rais wa kwanza mwanamke mona nchini Tanzania. Aliapishwa siku ya Jumatatu kwa muhula wa pili baada ya uchaguzi ambao aligombea bila kupingwa, na uangalizi wa kikanda walisema alikosa mahitaji ya kidemokrasia. Katika hotuba yake ya kuapishwa, alikiri watu walikufa wakati wa maandamano, lakini hakuna idadi ya vipo. Miili mingi bado iko hospitalini na polisi wanazuia watu kuchukua maiti, alisema Rupia, na kuongeza polisi wametupa miili zaidi ya mia nne, hata hatujui wameipeleka wapi. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania hakujibu ombi la CNN la kutaka kutoa maoni yake. Wiki hii polisi walizuia watu kushiriki picha pamoja na video zinazozua hofu, baada ya picha na picha za maiti kuanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, huku muunganisho wa intaneti ukirejeshwa, tume ya Umoja wa Afrika ilisema ina wasiwasi mkubwa mno na uchaguzi uliofanyika Tanzania. Human Rights Watch ilishutumu serikali ya Tanzania kwa kujibu maandamano hayo kwa nguvu mbaya na unyanyasaji mwingine. Tume ya Umoja wa Afrika ilisema ina wasiwasi mkubwa kuhusu ghasia zinazohusiana na uchaguzi nchini Tanzania, kufuatia ripoti kwamba machapuko hayo yamesababisha mamia ya watu kupoteza maisha na mamia kujeruhiwa kufuatia mapigano na vikosi vya usalama. Tume hiyo iliongeza kuwa kuzimwa kwa mtandao kote nchini kumefanya iwe vigumu kuthibitisha idadi halisi ya vifo. Taarifa ya pamoja ya mawaziri wa mambo ya nje wa Kanada, Norway na Uingereza ilitaja ripoti za kuaminika za idadi kubwa ya vifo na majeraha makubwa tunasalia na wasiwasi wasi kwamba maandalizi ya uchaguzi yalikuwa na unyanyasaji utakaji nyara na vitisho vya watu wa upinzani waandishi wa habari na watendaji wa mashirika ya kiraia, gilisema taarifa hiyo. Mengi yametokea katika siku tatu au nne zilizopita tangu uchaguzi, na ninajua kuwa mabaya zaidi bado hayajatokea, aliambia CNN kwa simu kutoka eneo lisilojulikana nchini Tanzania, lakini pia Brenda Rupia alisema anahofia kuhusu usalama wake wakati akifanya mahojiano na CNN kwa njia ya simu. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na shirika la habari la kimataifa la CNN kupitia eh, ukipita katika eh, mitandao yao yote browser mbalimbali ukisaki CNN. Utakuta taarifa hii kubwa mno kwamba polisi wa Tanzania walitupa miili baada ya ghasia za uchaguzi, upinzani unadai. Kichwa cha, cha, cha habari hiyo ni kama hicho, lakini pia Brenda Rupia akiweza kutoa taarifa zaidi kwa kina kwa CNN. Una nafasi kutuachia maoni yako kwa taarifa hii, lakini pia kwa mengi zaidi hakikisha ya kwamba unazidi kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.